Mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu a Yesu. Leo tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, somo letu lina kichwa kinachosema mafundisho yenye uzima, na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la tatu mpaka la tano, nalo linasema maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima; ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti; nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe, uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako. Tuombe. Tunakuja miguuni pako tena leo Kristo, ili utufundishe maneno haya, yakakae kwetu, tukayaishi, utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ndilo ombi letu kuu tumeomba, katika Kristo Yesu, amina. Mafundisho yenye uzima ni ukweli wa Biblia, ukweli ambao unatuhamasisha uchaji wa Mungu na uaminifu, ukiwathibitisha watu wa Mungu katika imani. Mafundisho yenye uzima yana maana kubwa kwa mpokeaji, na ina maana kubwa pia kwa mwalimu, mhudumu wa haki. Kwa maana popote Injili inapohubiriwa, kila mtendakazi, bila kujali anapotolea huduma, anakuwa mkweli au mdanganyifu kwenye wajibu wake kama mjumbe wa Bwana. Paulo aliandika, ni neno la kuaminiwa kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye kama tukimkana yeye naye atatukana sisi kama sisi hatuamini yeye hudumu wa kuaminiwa kwa maana hawezi kujikana mwenyewe wakumbushe mambo hayo ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali waharibu wasikiao. Nukuu kutoka kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili fungu la kumi na moja mpaka la kumi na nne. Baadhi ya watu ambao katika siku za Paulo walisikiliza ukweli waliibua maswali yasiyo na umuhimu wowote wakiwasilisha mawazo na maoni ya wanadamu, na kutafuta kugeuza mawazo ya mwalimu kutoka kwenye kweli kuu za Injili, hadi katika mijadala ya nadharia zisizo muhimu na kusuluhisha mabishano yasiyo muhimu. Paulo alijua kwamba mtendakazi kwa ajili ya Mungu lazima awe na hekima ya kutosha ili kuona ubunifu wa adui, na akatae kupotoshwa au kutolewa mstarini. Ubadilishwaji wa roho sharti uwe mzigo wa kazi yake; lazima ahubiri neno la Mungu, lakini akiepusha mabishano. Watumishi wa Kristo leo wako kwenye hatari hiyo hiyo. Shetani anafanya kazi mara kwa mara ili kuelekeza akili katika njia zisizo sahihi, ili ukweli uweze kupoteza nguvu yake juu ya moyo. Watu wenye uwezo wamejitolea maisha yao wa yote ili kujifunza na kuomba katika kuyachunguza Maandiko, na bado kuna sehemu nyingi za Biblia ambazo hazijachunguzwa kikamilifu. Baadhi ya vifungu vya maandiko havitaeleka kikamilifu hadi katika maisha yajayo, Kristo atakapovielekeza. Kuna mafumbo ya kufumbuliwa, kauli ambazo akili za kibinadamu haziwezi kuzioanisha, na adui atajaribu kuamsha mabishano juu ya mambo haya ambayo yanaweza kubaki bila kujadiliwa. Mfanyakazi wa kiroho anayejitolea ataepuka kuleta tofauti ndogo ndogo za kinadharia na atatoa nguvu zake ili kutangaza kweli kuu zijaribuzo zinazopaswa kutolewa kwa ulimwengu. Ataelekeza watu kwenye kazi ya ukombozi, amri za Mungu, Ujio wa Yesu Kristo unaokaribia. Na itabainika kuwa katika masomo haya kuna chakula cha kutosha kwa mawazo. Nukuu kutoka katika kitabu cha Gospel Workers, ukurasa 311 mpaka 313. Mungu na awabariki.